Wafanyabiashara katika soko la Kariakoo wameendelea kusota maeneo ya nje ya soko hilo kwa muda, huku ahadi za kufunguliwa kwa soko zimekuwa zikitolewa bila mafanikio yoyote. Mkwamo wa uzinduzi wa soko hilo ulianza tangu ukarabati wake ulipokamilika Mei 2024 ambapo uligharimu shilingi 28 bilioni za kitanzania baada ya kuungua moto mwaka 2021 na kuteketeza mali za wafanyabiashara. Baadaye ukaanza mlolongo wa ahadi za ufunguzi wake ambapo Julai 5, 2024 mwenyekiti wa bodi wa shirika la masoko ya Kariakoo, Hawa Ghasia aliahidi litaanza kutumika rasmi Agosti 2024. Katika ziara yake sokoni hapo kujionea maendeleo ya ujenzi, alitaka wafanyabiashara ambao hawaoni majina yao katika orodha ya watakaorudishwa wasikilizwe. Wakizungumzia hali hiyo, leo Novemba 26, baadhi ya wafanyabiashara wameeleza mazingira magumu wanayokabiliana nayo wakati wakisubiri soko hilo kufunguliwa rasmi. Miaka ya nyuma mimi nilikuwa kwenye soko la Kariakoo, soko la wazi, na hizi ilikuwa biashara zangu nafanya. Sasa hivi ambavyo ha, soko bado halijafunguliwa, labda unapitia ka changamoto gani? Kama mfanya biashara, changamoto nazozipitia hapa nje hapa, kwa kweli hatuko sehemu salama hmm, kwa sababu hapa kuna vurugu sana, mara utakutatua na gongwa kwa sababu tuko barabarani. Hii sio sehemu sahihi kwa ni kwamba kwa changamoto tunazozipitia hapa, tuko kwenye vumbi sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama kuna uwezekano ingekuwa vizuri, labda soko lifunguliwe tuingie ndani, kwa sababu soko limeshaisha. Tumeshapata kila mmoja ameshapata sim namba ameshapata vizimba mtu mashaka amechua namba yake, lakini cha kushangaza ni kwamba soko mpaka leo tunaona limekaa tu halifunguliwi kwa jina naitwa Musa Rashidi. Mimi mm. ni fanya biashara mm. na usafiri wangu pia kwa kwa kwa wateja wangu wangu wangu wangu wale online na kufanyia delivery bure, sababu sababu usafiri mimi ninao. mm. Kuna changamoto moja nazipata, naweza muda wapi ndani hapa mpaka mpaka maana siku kwenda mbele yangu, au huyu mgaigai hana duka kwa sababu ondan asgaigai anaukauanu ndani

Akizungumzia malalamiko hayo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa shirika la masoko ya Kariakoo Ghasia, amefafanua lengo la bodi ni kuhakikisha mkandarasi anakamilisha kila sehemu muhimu kabla ya kukabidhi rasmi, kwa mujibu wa ahadi alizozitoa, na ukarabati unatarajiwa kukamilika kufikia Desemba 15 mwaka huu.